Wa kila siku mtazamaji wa MO TV, tunakuletea uchambuzi wa magazeti. Kumbuka kabisa uchambuzi huu wa magazeti unaletwa chini ya udhamini mkubwa wa mtumishi wa Mungu nabii daktari James Nyakia anayepatikana hapa Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam, na wewe unaweza kufika tu hapa kwa kukutana naye, akaweza kukutoa katika matatizo mbalimbali unayopitia kwa sasa. Tunakwenda kuyaangalia magazeti, nini kimeandikwa, na Hamida anaenda kutupitisha na gazeti la habari leo akiwa anaanza nalo Habari Leo, leo tarehe ishirini na tisa Mei, ina habari kubwa inayosema Ruto. Wiki iliyopita kidogo Wakenya walikuwa Mm, majirani zetu mm -hmm. E, wengine wanasema ndugu zetu, wale ni ndugu zetu, kwa sababu Wakenya, Watanzania wamepakana, watu wameenda kufanya kazi kule mm -hmm. East Africa inatuunganisha community, kwa hiyo ni ule, lile sekeseke kwamba wale mawakili walikuja kusikiza kesi ya ya ya, ya Lissu Klasa. Sasa ikatokea kupishana hapa na pale, wakawa wamezuiliwa na hivi na vile mm -hmm. kwa hiyo Wakenya wakaja juu kwa hiyo kitendo kile walivyokuja juu, kwa hiyo wakawa Wakenya kule kama wamechafukwa kienda kwenye mitandao ya kijamii unaona, wamechafukwa kweli kweli. Kenya hawana subira. Sasa kuchafukwa kwao kule, rais ameona aombe radhi huku, kwa sababu viongozi tena, bwana, tunataka kuiunga komuniti yetu kimaendeleo, kuna nini mm -hmm. muweze kuwasamehe walioyatenda. Kwa hiyo ndo hivyo Habari nyingine tunaiona picha kubwa kabisa inamwonyesha rais wetu mama Samia. Samia jengo jipya CCM itaakisi ukubwa uimara, ni habari. Picha pale inaonyesha picha kubwa kabisa uzinduzi wa jengo jipya hilo. Habari nyingine ni habari inayosomeka uwekezaji diaspora juu, Tanzania kinara. Habari hii utaikuta ukurasa wa tatu. Mbati leo mkutano mm, mm -hmm, wa sisiemu umeanza Dodoma, watu wengi wameenda kule, nadhani kuna mambo mazuri tutayasikia pia hayo. E, ni mambo ya kichama mm -hmm. na wamefanya uteuzi, kuna teuzi zimefanywa nimeona kwenye barua yao mm -hmm. E, Amos Makala kaandika pale mm -hmm. e, mwenezi wa chama kwamba kuna watu wamechaguliwa kama tatu hivi, e, wajumbe wajumbe fulani hivi, kwa hiyo naona ni mambo ambayo tutaendelea kusikia. E, nini kinaendelea kwenye chama, kwa hiyo Asa. Na ni kwa sababu mwenyekiti ni rais eh, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mm -hmm. Tunatarajia kusikia mambo mazuri na kuhusiana na mambo mengine ya wanachama, labda wamekiuka kuna, eh, nyundo labda watapewa watu, kuna watu labda watasamehewa mm -hmm. Kwenye chama kuna vitu vingi vitaongelewa kwenye chama, kwa hiyo tusubiri tuone, katika mkutano nini hasa kinachoendelea huko. Sawasawa, habari hii ukifunua ukurasa wa pili habari leo utaikuta ndani huko na mapichapicha kibao. Habari ya mwisho natamatisha katika gazeti hili nasomeka, msajili aeleza sababu kusitisha ruzuku Chadema. Habari hii utaikuta ukurasa wa saba kwa kombati na gazeti la Majira. Yes, uh, mimi naenda kuliangazia gazeti la Majira asubuhi ya leo, ikiwa leo ni Mei 29. Mwezi tunaenda tukiuondoa ondoa hivyo. Kumbuka tu uchambuzi huu wa magazeti unaletwa chini ya udhamini mkubwa kutoka kwa mtumishi wa Mungu nabii daktari James Nyakia, ndo ananipa nguvu ya kuliangalia gazeti hili la majira asubuhi ya leo. Katika gazeti hili asubuhi ya leo majira, liko taarifa inayosema rais Ruto aomba radhi wa Tanzania Rais Ruto aomba radhi wa Tanzania. Ni ukurasa wa nne wa gazeti hili, utapata taarifa hiyo kwa undani kabisa gazeti hili la majira. Taarifa nyingine inasema Samia aandika historia, CCM aweka jiwe la msingi ujenzi makao makuu. Ni taarifa ambayo utaipata katika ukurasa pia wa nne wa gazeti hili la majira. Tukiangalia taarifa nyingine, imechukua nguvu kabisa hapa, inasema Uh, Majaliwa aendelea kuwashawishi Wajapani kuwekeza nchini eh, Majaliwa aendelea kuwashawishi Wajapani kuwekeza nchini eh, taarifa hiyo unaionaje? Una hiyo manake, yupo kule waziri mkuu eh. Mkuu, mi naiona ni nzuri kwa sababu tutawapata wawekezaji zaidi na ajira zitaongezeka kama watawakumbuka wazawa mm. Mm -hmm. Lakini je wakija huku na ndio wanaweza wakawaja kwa wingi kuja kuwekeza. yeah, kuwekeza kajenga viwanda yeah, lakini wakija na mali zao kwa wingi, na maana mali za huku tunazotengeneza huku zitakuja zitahuzika. Haya bwana, endelea kuliangalia gazeti hili la Majira, asema kasi ya ulega wizara ya ujenzi inapokidhi kiu ya wananchi ni ukurasa wa kumi na moja, unapata taarifa hiyo. Taarifa nyingine nasema Dr. Mpango afichiwa siri uendelezaji miundombinu hii ni taarifa unaipata katika gazeti hili la majira katika ukurasa wa tatu. Ukurasa uh, huu hu, wa mbele, kuna taarifa imeandika takukuru ya okoa mamilioni ya fedha, takukuru ya okoa mamilioni ya fedha ni taarifa unaipata katika gazeti hili la majira katika ukurasa wa nne. Ipo taarifa inasema, RC Chalamila awapa wiki mbili wafanyabiashara Kariakoo. Umeona eh? Ndio hiyo sasa, nakuja sasa, wafanyakazi yani wafanyabiashara Kariakoo pale wamekuwa wana wanakinzana kinzana na wachina na nini e, umeona, inakuwa kuaje sasa, bado unaona bado kumekuwa na moto sana Kareko mtu anatetea nafasi yake, sinajua ni biashara. Kwa hiyo inakuwaje hapo? Itakuwa ni sahihi sahihi kufanya nini? Tuleta wawekezaji ni sahihi? Bado kila mtu atakula kwa urefu wa kamba yake, sinajua. Sawa sawa, mm -hmm. E, basi twende ukaliangazie gazeti la Mwananchi tujue katika Mwananchi nao wameandika nini. Kumbuka tu chambuzi huu tunapewa nguvu na mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia. Mwananchi, habari kubwa kabisa ni hatua ngumu CHADEMA, ni kutokana na mvutano na msimamo wa chama hicho na ofisi ya msajili. Habari hii utaikuta ukurasa wa nne. Funua ukurasa wa nne, Mwananchi utaikuta habari hii ambayo ina kichwa cha habari inasema, hatua ngumu CHADEMA. Habari nyingine iliyopewa nafasi mbele katika gazeti hili la Mwananchi ni habari inayosema mambo matatu kujili leo CCM ni habari ambayo ukifunua ukurasa wa tano utaikuta habari nyingine. Ni habari ambayo nasema mwili wa shejabili waokotwa barabarani Zanzibar. Umesikia shehe huyo ambaye ameokotwa huko Zanzibar amekuta amekufa da. Lakini hajakutwa na majeraha yoyote, sijui kama umesikia toka jana, naona habari zilikuwa zimesambaa. Ha, habari zinaendelea ya mm. kuonekana sasa sio, ni watu wasiojulikana, wasiojulikana nao wameamia kule visiwani Zanzibar. Hizo taarifa kama watu washaanza kuzizoea, zoea fulani kapotea, sio nzuri. Sasa utafanyaje? Ndio wewe uki ukiongelea fulani kafanya hivi, inakuwa shida kidogo. Sasa tusubiri vyombo vya usalama vitakuja na majibu. Sawa, sawa. Natamatisha hmm. Gazeti hili la Mwananchi na habari inayosomeka Ruto agusia sakata la jenzii Tanzania na Uganda, ni habari e ambayo utaikuta ukurasa wa pili kwa kombati. Yes, ukiachana na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, mimi naenda kulikamata gazeti la Nipashe, naenda kuliangazia kwa kina kabisa nini kinaendelea katika Nipashe. Uh, kumbuka unatufuatilia katika mitandao yetu ya YouTube mo uh, moo pale. Uh, tunaelekea kuangalia magazeti, unaweza kusubscribe ukaweza kulike pia na kushare. Ukaangalia watu wanaosoma magazeti na wewe ukamtumia mtu linki akaweza kufuatilia magazeti asubuhi ya leo. Uh, Nipashe nasema Ruto aomba radhi wa Tanzania. Eh, hili ni gazeti la Nipashe, ukurasa wa pili, na taarifa nyingine imechukua nafasi kabisa hapa, inasema Chadema kujibu kauli ya msajili wa vyama vya siasa. Ee, wakijana wamesema taarifa mbalimbali zinasema kama wame wamewafuta kabisa masuala ya uchaguzi, sijui kwa wamewanyima ruzuku mm -hmm. na mpango wa kukifuta chama. Zipo taarifa. Magazeti jana yalibuka na hizo story. Je, itakuwa na afya katika siasa? Mimi naona haiwezi kuwa na afya, lakini siasa kwa kweli tuachie wana siasa. Inawezekana ni mbinu pia za kukitangaza chama, kwa hiyo tusubiri tuone. Ya, yes, sasa mm -hmm. Tunaendelea ukisubiri kuona naelekea na, na taarifa nyingine ambayo sema mambo ya nje yaja na vipaumbele vitano 2025 2026, ni ukurasa wa tano napata taarifa hiyo kwa undani. E, katika ukurasa wa saba ipo taarifa inasema mahakama yapokea kilo 15 za heroin. E, heroin kilo 15 madawa mm -hmm. kulevia mm -hmm. Sasa hapo ukitaka kujua taarifa hii kwa undani, e, ni wewe kuingia kuangalia nini kimefanyika mpaka wakakamatwa na hizi nani, kina nani wamekamatwa na hizi kilo kumi na tano za heroin. Ipo taarifa nyingine apasema, mkutano mkuu taifa Samia, asisitiza unyenyekevu viongozi CCM. E, hii ni ukurasa wa nne taarifa hiyo unaipata gazeti hilo la Nipashe e, tuelekee katika gazeti lingine ambapo Uh, unaenda kuliangazia gazeti la Uhuru, gazeti la Uhuru, ukweli daima mm, na habari kubwa inayosema historia mpya CCM, historia mpya CCM. Tunaona picha pi pale mama Samia anazindua jengo la CCM. Ni habari ambayo utaikuta ukurasa wa tatu. Habari nyingine inasema macho ya Watanzania, mkutano mkuu CCM leo Uh, gazeti leo habari za CCM Dodoma. Si unajua ndo gazeti la China, gazeti langu pendwa kabisa kabisa mm, na nalikubali, na ni a hey, kwa nalikubali na sana kwa sababu ukilisoma vizuri hapo mm -hmm. Unapata vitu vya kichama zaidi eh, kwa sababu atakaulimbiwa anasema kazi mm -hmm. Na utu tunasonga sao mbele sao eh, sao. Ndo ilani hiyo anasema hivyo. Sawa mm. Habari nyingine ni habari inayosema mapato viwanja vya ndege Zanzibar yafikia bilioni hamsini. Habari hii utaikuta ndani ya gazeti hilo ukurasa wa kumi. Ukifunua gazeti hili la Uhuru utakuta habari hiyo ukurasa wa kumi. Natamatisha gazeti hili na habari inayosema Majaliwa aendelea kushawishi wa Japani kuwekeza Tanzania, ni habari ambayo utaikuta ukurasa wa tatu. Sawasawa, ukiachana na gazeti hilo la uhuru la chama mimi naliangazia gazeti la Wamachinga. Gazeti la wamachinga lina taarifa kemkem. Taarifa ambayo imechukua nafasi katika gazeti la wamachinga ni taarifa inayosema Samia, wananchi wamiliki wa CCM, viongozi tunapita. Eh, Rais Dr. Samia anasema wananchi wamiliki wa CCM, viongozi tunapita. Kauli ni madhubuti kabisa hiyo, nawakumbusha kwamba viongozi waheshimu kila mtu. Yani wao wanapita, sio kwamba wajione wamefika pale, hapana. Yani watulie kwamba bwana, ukishamaliza muda wako unaondoka, unakuwa mwanachama wa kawaida. Sawa sawa, eh, mm -hmm. Taarifa nyingine bwana amechukua nafasi, anasema Rais Ruto aziangukia Tanzania, Uganda. Eh, tumeona jana aliwaomba radhi wa Tanzania na Uganda pia, mm -hmm. baada ya masekeseke ya wananchi wao kujibizana hapa na pale. Ipo taarifa inasema RC Chalamila awataka wamachinga Kariakoo kufungua njia. Jana walifunga njia wamachinga Kariakoo, sasa wa wanataka wafungue njia. Wataalamu PPPC, wahadhiri vyuo vikuu wapatiwa uzoefu kuhusu ubia sekta ya afya. Hii ni ukurasa wa nne unaipata taarifa hiyo katika gazeti la wamachinga asubuhi ya leo ya Mei eh, 29 mwaka huu 2025, ndio nimetamatisha gazeti hili. Eh, mwenzangu anaenda kuliangazia gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Zanzibar leo inasema gazeti habari kubwa inasema Dokta Samia, viongozi jishusheni kwa wananchi. Tunarudi pale tnad pale, yeah. Kuisoma habari hii utaikuta ukurasa wa pili ndani. Habari nyingine inasema Dokta Mwinyi apongeza ujenzi makao makuu CCM ni habari ambayo iko ukurasa wa tatu ndani ya gazeti hili. Habari nyingine inasema shejabili afariki katika mazingira ya kutatanisha, ni habari ambayo utaikuta ukurasa wa tatu. Natamatisha na habari na ya kimataifa inasema Palestina wavamia chakula cha msaada akobati. Gazeti la michezo, yes. Uh, mimi naliangazia gazeti la michezo la Mwanaspoti asubuhi ya leo. Mwanaspoti lina taarifa kemkem, inasema Simba mtacheza, hamchezi. Hii ni taarifa ambayo ipo katika gazeti hili la Mwanaspoti. E, hiyo taarifa ambayo imeongoza katika gazeti hili la Mwanaspoti asubuhi ya, ya leo A, chama la wana Geita Goldi kumaliza ubishi. E, ni mechi itakaopigwa hiyo, e, itakapigwa leo Alhamis Uh, Stand United na Geta Gold majira ya saa kumi jioni. Ipo taarifa kutoka kule Jangwani, inasema Yanga ya muita da beki TP Mazembe, ni beki gani huyo? Kamata gazeti la Mwana Mwanaspoti uweze kuangalia taarifa hiyo kwa undani. Mbeya City yaanza na kiungo wa Yanga e, Mbeya City yaanza na kiungo Yanga e, ina maana kuna Mbeya City, kuna kiungo Yanga pale, wamemwona Mbeya City imepanda daraja inacheza Ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu itaenda kuanza ligi hiyo. Uh, viwanja watakavyocheza Haaland na Aziziki. E, kwa hiyo kamata gazeti la Mwanaspoti utaona taarifa hiyo kwa undani kabisa inayoangazia uh, michuano ambayo itakuja ni ni ya klabu bingwa, ni kombe la la dunia la vilabu. Kwa hiyo Aziziki anaenda kucheza kupitia uh, timu ile ya Wydad Casablanca. Hizo ndio taarifa ambazo zipo katika gazeti hili la Mwanasporti. Natamatisha na gazeti hilo. Hizo ni taarifa mbalimbali tumekusomea leo za magazeti e, tumepitia taarifa nyingi sana mm -hmm. Kama kawaida yetu, mi naenda kupitia taarifa waliokamatwa na kilo kumi na tano za heroini zikapelekwa pale mahakamani, nikina nani tujue zimefikafikaje na dhumuni lao likuwa nini, kama ni kupata hela mm -hmm, au kutuharibia jamii au ni kufanyaje. Sasa mi naenda kusoma kwa undani zaidi mimi nitasoma habari inayosema Dokta Samia, viongozi jishusheni kwa wananchi. Nataka mm, kujua Dokta Samia amewaambia nini viongozi, kwa sababu wapo viongozi ambao wanajisahau, najua ishapata mm, madaraka. Unaona tena kule nje hamna tena, wanasahau kama wananchi hawa hao ndio wanawafanya wapate madaraka. Kwa hiyo mimi nitaenda kuisoma nijue, hasa mimi kesho naweza nikawa mbunge sinajuaiounikasome so, eh, najua, najua, najua, najua, eh, eh, nijifunze eh, uongozi uongozi. Eh, <laughs> Bana, sisi hatuna la ziada, tulikutetea udondozi wa magazeti asubuhi ya, ya leo. Hatuna la ziada, tunaondoka hapa, tunachukua kila kilicho chetu, tunanyanyuka. Na hapo muda chache ujao tutaenda katika ule e, taarifa mbalimbali za kimichezo, dondoo za kimichezo, tutakuepo naye Nathan Mashambo hapa, tukiangalia zile dondoo za michezo e, tunaweka break fupi, tutarejea lakini kumbuka kipindi hiki kimeletwa chini ya udhamini mkubwa kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Daktari Nabii James Nyakia anapatikana hapa Mwenge mpakani. E, ukija mpakani hapa Mwenge utaona ghorofa refu Mpakani Center kwa nyuma kuna hiyo madhabahu ya soja Mega One Church, ndipo anapopatikana. Njoo akutolea unabii. Nini kinakwama kwenye maisha yako? Basi we ni kufika kukutana naye. Ngoja tuweke brek fupi alafu tunarudi kwenye michezo. The star Times imewadia. Je, nani kubaki na nani kushuka daraja? Ni mechi za kukamilisha ligi zako pendwa Star Times kwenye la liga. Baada ya Barcelona kutoa ubingwa wa kibabe, ni mshike mshike tena, bei 25 ambapo atletiki club watakipiga na Barcelona huku real Madrid wakikipiga na real Sociedad, huku saudi roshn league iko na bingwa mpya, al ittihad ya karimu Benzema. Mechi zote ni Jumatatu hii saa tatu kamili usiku, ambapo al fateh watakichapa na al nasri ya cristiano Ronaldo, huku mabingwa al ittihad wakikichapa na Damas, mechi hizi zinakuja live kupitia chaneli zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Genie X3